Mheshimiwa naibu spika, nashukuru kwa kupata nafasi. Nianze kwanza kwa kumpongeza Mheshimiwa waziri, naibu waziri, katibu mkuu, pamoja na timu yake yote kwa kazi nzuri ambayo wamefanya katika kuiongoza na kuisimamia wizara hii ya elimu. Naapa hongera sana. Lakini la pili nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa maono makubwa ambayo yamepelekea kuifumua, kufumua mfumo wa elimu hapa nchini na kuja na mitaala mipya ambayo tunaamini inaenda kukidhi mahitaji ya taifa letu. Nampa hongera sana kwa hayo maono mapana. Mheshimiwa naibu spika, elimu yetu ma, kwanza wizara yetu wizara ya elimu, sayansi na teknolojia, kwa jina pekee yake, maana yake inazo kazi mahususi kama tatu kazi ya elimu, kazi ya sayansi na teknolojia zake. Sasa elimu yetu hii, Mheshimiwa naibu spika, lazima itupatie maarifa na ujuzi utakaosaidia kubadilisha tabia zetu, kubadilisha mitazamo yetu, ili iweze kuendana na mahitaji ya taifa, mahitaji ya jamii na tuweze kuliendeleza taifa letu. Elimu yetu lazima iwaandae vijana wetu kujenga taifa linalojitegemea. Hatuwezi kujenga taifa linalojitegemea kama hatutakuwa na elimu madhubuti yenye kuwapatia maarifa na ujuzi utakaotuwezesha kwenda huko. Kwa hiyo kazi hii inafanyika vizuri na tumeanza kuifanya vizuri, lakini elimu yetu ndio inatakiwa kufanya kazi kubwa ya kusapoti sekta zingine zote ili ziweze kuendelea na kutoa mchango mkubwa wa uchumi katika nchi yetu. Sasa basi, viwanda vyetu tunavyotaka kujenga, iwe ni kilimo, iwe ni uvuvi, tunahitaji maarifa na ujuzi vitakavyosaidia kusukuma na kuchagiza kuhakikisha kwamba tunapata hayo maarifa. Sasa Mheshimiwa Naibu Spika, kazi hii imeanza na inafanyika vizuri na mimi nawapongeza, lakini tunayo eneo la sayansi sayansi na hesabu ambayo imekuwa ni changamoto kubwa. Mheshimiwa Waziri, sasa hivi ukienda katika maeneo mengi, ukienda katika shule zetu, kuanzia za msingi, sekondari na kuendelea, watoto wetu wamekuwa wanaogopa masomo ya sayansi na wanaogopa hesabu hii. Maana yake hatuwezi, hatuwezi kujenga nchi imara bila kuwa na sayansi na teknolojia. Kwa hiyo lazima tuwaandae watoto wetu kupenda masomo ya sayansi, na kama tunasema sayansi hatuihitaji, maana yake hatutaki kuishi hapa duniani. Bila sayansi hatuwezi kwenda kokote. Kwa hiyo lazima tuwaandae vijana wetu kupenda masomo ya sayansi. Sasa ni nini tufanye? Mheshimiwa naibu spika, ukichukua kwa mfano kwenye hesabu tatizo la hesabu, hesabu ni nyepesi na vijana wanaweza kuzielewa, lakini kabla hawajaenda hata mashuleni, wameambiwa hesabu ni ngumu, wameambiwa sayansi ni ngumu, na ukitaka kuona hilo ni tatizo la saikolojia, Mheshimiwa naibu spika, we mpe mtoto tu hesabu ndogo, mwambie mbili kuongeza kisanduku sawasawa na sita, kwenye kisanduku ni ngapi? Anasema hizo nyepesi sana hizo, nilisoma nyepesi sana. Sasa badilisha, weka pale mbili kuongeza x sawa sawa na sita, anasema hizo ngumu za x sizijui. Kwa hiyo unajua kwamba hapa watoto tatizo ni la kisaikolojia zaidi. Kwa hiyo kumbe, hesabu ni ile ile, fomula ni ile ile, lakini anaogopa akishaona x, akishaona y tayari hesabu imekuwa ngumu. Kwa hiyo mimi nadhani tujenge misingi ya vijana wetu kuweza kupenda hesabu na kupenda masomo ya sana. Hii itatusaidia sana tunahitaji wataalamu mbalimbali. Sasa hivi, Mheshimiwa Waziri, niliona mwaka huu, wakati tunahitaji watoto, wakati tunahitaji walimu wa masomo ya sayansi, wakati tunahitaji walimu wa physics somo la fizikia, walimu hawakupatikana wa kutosha. Sina takwimu sahihi, lakini niliambiwa hawajapatikana wa kutosha, na sasa hivi katika maeneo mengi tunatafuta walimu wa fizikia hawapo. Kwa hiyo tunayo fursa hii tuandaye watoto kwenye masomo ya sayansi, tuandaye watoto kwenye masomo ya fizikia, tuandaye watoto kwenye masomo ya hesabu, ili tuweze kujenga taifa letu zuri. Jambo la tatu ambalo nataka kusema, Mheshimiwa Waziri, nakushukuru sana, nashukuru sana wizara, namshukuru Mheshimiwa Rais, mmetupatia bilioni mbili kwa ajili ya kujenga chuo cha Veta, zaidi ya bilioni mbili. Chuo kinaenda vizuri, kinajengwa vizuri, tunashukuru sana lakini niombe kile chuo wakati kinajengwa cha Veta, tunatamani kinapokamilika watoto wa jimbo la Vwawa, wa wilaya ya Mbozi, wa mkoa wa Songwe, kwa sababu ni chuo cha mkoa, basi na vifaa viwe vimefika, ili waweze kupata ujuzi na maarifa mbalimbali inayohitajika katika eneo ina letu. Sisi tunazo shule za sekondari, kwa mfano wilaya ya Mbozi ni zaidi ya shule eh, sabini na tano za sekondari na tunazo shule za msingi zaidi ya mia moja 108 kwenye wilaya ya Mbozi. Lakini ukiangalia wale watoto wote wanaomaliza kidato cha nne, na mheshimiwa waziri, hii ni tatizo kubwa, na hii ni kazi ya wizara yako, kwamba sasa hivi katika nchi nzima ukiangalia watoto wanaomaliza kidato cha nne ni karibu milioni moja. Uwezo wa vyuo vyetu vya kati, vyuo vya juu, vyuo vyovyote vile, kuchukua hawa watoto pamoja na shule za kidato cha cha tano na cha sita haufiki zaidi ya laki nne. Mheshimiwa Sunga, malizia. haufiki zaidi ya laki nne. Kwa hiyo mheshimiwa, mheshimiwa waziri, mimi naomba mwe, mweke mkakati hapo. Naomba mheshimiwa naibu waziri, kwa, kwa nusu dakika nikuombe. Tunaomba pale Ipunga wametenga eneo wanaomba chuo cha elimu ya juu au chuo cha elimu ya kati. Eneo lipo pale pale pale pale Nyimbili. Pia kuna eneo kambi ya vijana ya Sasanda, pana eneo pale Hasamba. Kuna maeneo tumeyatenga kwa ajili ya elimu mkoa wetu tunahitaji vyuo vya elimu ya juu ili viweze kuchangia katika maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa naibu naibu spika, nakushukuru kwa nafasi. Asante sana, asante.